Mambo vipi, Dar es Salaam? Au sio, bwana? Mimi naitwa Don David aka Mr Newspaper. E bwana, all the way kutoka Kariakoo mpaka Temeke mwisho tupo Kisuma 5G. Nini kimetuleta? Au sio? Ni usiku wa mvuje na uso bwana, unajua nini maana ya mvuje? Leo tumekuja kuna usiku wa mvuje wa dada yetu Siwa Kikala kutoka Kombolela, na tupo hapa kwa ajili ya kufuatilia event nzima, jinsi gani inavyoenda mpaka mwisho. Tupo hapa leo yani, tunakeshea hapa hapa kwa ajili ya kufuatilia nini kinajiri, nini kinaendelea. Kwa hiyo cha msingi kana, sisi sisi ndio tutakusogezea kila kilicho bora, kila kilicho kizuri kinakufikia mikononi mwako, na mambo mazuri. si mfuatiliaji wa Kombolela? Unajua watu umesha Kombolela watu, jinsi wanavyoishi nao, wana vibe nao, wana mizuka, au sio bwana? Na leo ndio tuko hapa, unajua mvuje bima ya afya kutoka kwa dada yetu Siwa Kikala, au sio bwana? Kana mimi nitakupa kila update hapa hapa 5G kisu nasio jo bana, tumetoka mbali, tumetoka sasa hivi tupo saa kumi, tupo hapa tuongea maandalizi, adae tuongea tena aukataa

vyombo masamba yeah. ambao ulitokea ndani ya kombolela, lakini ndani ya kombolera yeah. imetoka ya, ya, ya, ya ya mvuje ambao umetumia kama fursa yeah. kitu gani ki, ulikiona before yani, kitu gani ulikitazama mpaka kuja kukifanya i kitu yeah. Sasa swali moja kabla hujaenda kunani, unatarajia nini Lupona? Mataji na ukoanastko hai hai sana hatuwezi kuongea. You are watching Metro Media TV. Usisahau kusubscribe, comment na kulike.